Wanu hatukatai watu kuwaombea watu, lakini kwa mtindo ule wa kuuza dua, watu wenyewe wa ndio wale waislamu wawele makena, watu wale. Ndugu zangu, miongoni mwa tofauti za mawalii wa Allah na walii wa shaitani, mawalii wa Allah humu ladina yamuruna ni wale ambao huamrisha yale anayoamrisha Allah wanahu wa na wa ma naha na wakazuia yale ambayo yameyazuia, wakakataza yale ambayo Allah huyakataza. Lakini sasa muona wali wanadai wa wali, huku wanasali kwenye misikiti yenye makaburi hawachagui misikiti ya ibada zao, lakini nakuta hawachagui, hawajali zile kuwatenganisha wanawake na wanaume. Alafu sasa wanakuja na maji yao ya kichawichawi. Nakumbuka duu wa Islamu miaka ya nyuma kidogo kuna bwana mmoja alikuwa sijui ni, ni, ni sijui ni, pasta mchungaji. Yule bwana alikuwa aitwa mchungaji Kesi, alikuja akasilimu, wakina dokta Sule wakamdaka. Ndio kawaida wao, ni watu wa mipango, ni watu wa mipango na mikakati ya kutafuta noti. Sasa walipomdaka, wakawa wanazunguka naye, wanapitia kusilimu kwake hela kwa Waislam. Huyu kasilimu alikuwa ni mtu mkubwa, wakampa ushe. Amesilimu hajasoma taarifu, azijui ule uaskofu wake ukageuka, akawa shehe, akaingia moja kwa moja, akaruka alilmu walamal, akaingia kwenye adawati ileihi, wakaanazunguka naye, anafanya dawa dawa gani? Yale yale yaliyokuwa akiyafanya kwenye, kwenye uchungaji kaslimu, nayo yamekuwa ya Kiislamu. Kwa sababu naye kafanyaje? kaslimu katika sehemu alikwenda, walienda wali Mwanza pale wali furahisha, na hiyo bado imo kwenye YouTube. Fahimtum? Wallahi, wanawake walitadilika, yule bwana alikuja na maji na vitambaa akiarusha vile, wanawake walipandisha mashaitani na yale maji anasema huwezi kuyatumia zaidi yake yeye. Ukiona dawa ziko katika sura hiyo, huo ni uchawi ganga, jiepuke na dawa hizo. Maji ya upako wako, Waislamu wengi wamenunua maji ya upako, wakapakwapakwa, wakawashawashwa na hayo maji, hakuna walichoangulia zaidi ya kuingia kwenye madhambi, wanawake wakawa wanaanguka yule bwana akiwa kwenye ukafiri alikuwa anasema kwa jina la Yesu, aliposilimu sasa anasema kwa jina la Muhammad. Vituko hivyo, ahto akawa wanawake, anaingia katikati ya wanawake waliovao nchi na kanyaga, wanaume wanaingia, yani mambo ambayo ya ajabu kabisa. Watu wakanunua zile dawa, wakafanyaje mye Dr. Sule katika kumsifia huyo mtu akasoma aya akasema, kullu man alayha fani, kila mtu ana fani yake. Alitafsiri hivyo, wallahi billahi tallahi, asema kila mtu ana fani yake, akatafsiri hiyo aya, rudi kwenye tu wimo. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ni hali alafu nakuta na watu wengi namna waislamu wanapopenda mambo ya haraka haraka wanapopenda mkato. Kwa hiyo basi, mawalii wa Allah tabaraka wa taala ni wale ambao wanaamrisha yale anayoamrisha Allah na wanakataza yale anayoyakataza fahi mtume bwana wakatoa mali zao katika jambo ambalo Allah anapenda kama tulivyoambiwa, jambo la msikiti. Mimi nielewa.